Na uendelee, ndio kusaidia watu ambao wamesaidia watu. Yes Mtume. Yes, yes Mtume. Yes. Yes Mtume. Yes kabisa nafurahia, Mtume. Nafurahia sana. Kweli son. Ndio Mtume. Usijione ati hii ni uwepo wako? Ndio. Wala ni uwepo wa Mungu. Kweli. Ndio Mtume. Ndio. Wendelee kukwana hiyo roho ukonayo son. Ndio Mtume. Na Mungu, ndio. Atakufungulia njia. Kweli son? Yes. Yes kabisa nafurahia. Ndio Mtume.

Nyumba mm. mm. Leo jana jana, si nilimwambia nikienda tu hivi Mungu atafungua njia so, na yeye mwenyewe ndiyo alikuja na akafungua. Na ni kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? mm. kwa sababu ya nani? mm. ndio maana mm. yeah, kila siku nasema tunaweka imani. Tunaweka nini? Imani. Na hii imani ndiyo inatufungulia njia, mimi nasemanga kila siku everything na naona kama sasa kama leo naona jana, vyenye watu walisema sisi ndio hiyo. Naona ndio mmekunywa yogurt jana, mkakunywa maziwa hiyo. Usiku nilienda nikatafuta kitu, mkakunywa mkakula, kwa sababu tu ya imani. Naona kama sasa mmetoka, mlikuwa mmeenda, mmerudi, mmekaa kwa nyumba. Sasa nimekaa, naona hata hiki kitu, amkuwa na kitu ya kujifunika mlipata. So, mkakwa mkakwa, mnalala chini kama unaisha pale ulikuwa na lalaka, kwa unalala pale. Naona hapo. Hapo si nilikuwa nilikuwa mnalala. Mm -hmm. Eh. Hey, so mimi ndo nakaa hapo, mimi nikikaa hapo, nakaa karibu na mlango nisikize kila kitu. Hmm? Naona imani ni kitu ya maana sana. Hiyo msiwahi toa kwa roho yenu. Hata nini ama nini ifanyike, hiyo mnaweka kwa roho? Mm -hmm. Unasema Mungu tu, tupatie uwezo tuweze kupigana na ibilisi nani? Ibilisi shetani. Ibilisi? Shetani. Eh, minajua, na mi najua hata hapo pale, mama yetu tumemweka na kupenya kwa chupa. Lazima huo bilisi amewafunga hapo. Anaenda kumtoa. Atatoka. Kwa sababu sisi naona kila sasa jana anakumbuka kiendia kisema hata ule lakini. Naona kiendia alikuwa amenyamaza. Kwa sababu ni kama kiendia alikuwa hadi sasa, huyo mtu alienda tukifara kwa barabara kwa kitu kiendia alisema. Anasema show me usi jali. Hata kama tutampata, simsema tutampatie tuta, tuta pesa. Kiendia akasema hiyo pesa before ifike usiku kabisa, tutalala kwa hiyo nyumba na, si ndio hii? Si ndio hii mlikutrai? Tuko kwa nyumba, hakuna mtu anakuja kutupishia mlango, si ndio? Tuko hapa tumekaa, tunashukuru nani? Ndio mm. kwa sababu mimi ndio mwenza wa kila kitu mimi. Ah, mimi sasa hata siogopi mm? ama ni mnaogopa? Nii naogopa kitu mm -mm. eh. Mm? So, hmm. hmm. hmm. Kuna kitu baba huko huko, kabla tuende kwanza, hebu Kindi, hebu leo omba halafu alafu mata ombe na mimi ni ombe, si ndio? Haya, Kindi omba tuende na kindi

mimi nafurahia vyenye zaini najua kuomba n hiyo kuomba kitu dukituema ya maana wewe Mungu domonesha we kindi tuende kwao shamba ya baba yake kwanza. Before hiyo, Mungu ninaomba usiku huu mimi nakupa sifa na shukurani na Mungu ninaomba wale wote wale wako na sisi wakumbuke, usisahau hata mmoja hmm? Mungu mimi ninaomba, mtume wako zile majina nilimpea hizo jina zimefika na wameanza kufanya kazi. Wakati huu Mungu ninakushukuru kwa kila kitu. Hata wakati huu tunatoka hapa, tunaenda kwa shamba ya babaawatoto. Mungu ninaomba, tukifika pale tupate uwepo wako na uwezo wako. Ikiwa ni kitu mbaya imekuja pale leo, tunaikemea saa hii hapa, pale tu tunairudisha kuzimu. Tukienda pale tupate umeshatupigania na umetufungulia njia. Mungu linajua yote ni wewe unaenda kutenda na wewe ndio unazidi kutenda. Na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Si ndio? Mm -hmm. Tunasema hivi tunapatia nani shukrani? Mimi. Mimi hata hey, na fresh squeeze. Eh! Hata kama sahi ile venye ulikuwa naamka mgongo huku. Sababu so, kama venye ulikuwa naamka mgongo inauma. Na mama yenu. Hata ile sasa mama yenu atakuja ataona hii. Ah,

Alafu sasa alafu hivi ndiko mnaamka maybe kuna kohoa. Lakini Mungu ni nani? Mungu alifanya yake. Mungu alifanya yake. Mungu alifanya yake. Tukarudi wapi? Kwa shetani mwenye alikuwa anajua anatuweka nje yake ikapita. Sindio? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Leo nimesema hata kofia sivai, kama umesema kitu nimekutuma hapo leonadi, sijawacha hiki kitambaa chini. Hii kitambaa hii ndio inanipatia nguvu. Na tafsiri nini? Na tafsiri nini? Ndoto, ndoto ni nape eh, nanipe nguvu, si ndio? Yaani, mtu akitaka maombi nashika tu hiki kitambaa nao eh, nafanya nini hapa? Naona venye na bie shindu katika jina la Yesu. Hapo busi ni majini hizi, ni mapepo kuja kuja kuja

kuta kabla tuendele. Kumbe, sawa, ron, yaani imani yetu inaona kama, unaona imani yetu pale iko tu. Mm. Hapo. -hmm. Ai pitangi hapa. Na hata maji. Pale pale tu. Ei, hey. Imani yetu iko juu. Mm -hmm. Sema imani yetu iko juu. Imani yetu iko juu. Sema imani yetu iko juu. Imani yetu iko juu. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Amen. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Unasema tunakemea kila kitu ibilisi hapa. Mungu, tunajua wewe ndio uko na uwezo Mungu, wewe ndio unatufungulia njia, ulifungulia wana wa Israeli, ulifungulia Shadrach, Meshach na Abednego. wewe ndio ulifungulia Elia. Meshach. wewe ndio ulifungulia Yona, wewe ndio ulifungulia kila mtu pale kwa kitabu cha uzima, hakuna kitu ilikulemea wakati shida ilikuwa inawakumba, wewe ndio uliwainua na umesema kwa kitabia kwa zile shida inakukumba, wewe ndio unatuinua wa... una na zile mana iyakufinya, wewe hiyo ndio wakati unataka kuinua roho yetu. Na wakati huu Mungu tunajua unainua roho yetu, tunasema tunakemea ibilisi yote, tunakemea ibilisi yote, tunakemea, tunakemea, tunakemea ibilisi yote. Tunataka uwepo wa Bwana, tunataka uwepo wa Mungu, tunataka uwepo wa Mungu, tunataka uwepo wa Mungu kwa sababu yeye ndo muweza wa kila kitu. Yeye ndo muweza wa kila kitu. Yeye ndo muweza wa kila kitu. Yeye ndo muweza wa kila kitu kitu, yeye ndo muweza wa kila kitu wako mahali hapa. Uwepo wa Mungu tunataka ishuke mahali hapa leo. tunataka mtume

Yes mtume. Naona umesimama na watoto wa huko. Ndio mtume. Naacha wewe. Ndio mtume. Na kukungulia ndio kwanza. Ndio mtume. Yes mtume. Yes kabisa. Uendelee kufanya kazi nzuri sana. Ndio mtume. Na no, uendelee ndio kusaidia watu ambao wamesaidia watoto. Yes mtume. Yes kabisa mtume yes, nafurahia sana kweli son. Ndio mtume, usijione ati ii ni uwepo yako ndiyo, wala ni uwepo wa Mungu. Ndio mtume, endelee kukana hiyo roho uko nayo son. Ndiyo mtume, na Mungu ndio atakufungulia njia kweli son. Yes. Yes, kabisa, nafurahia ndiyo mtume ndiyo mtume, lakini ndio, kuna ile sheria ndakupea ndio mtume, usikuja kubadilisha roho yako baadaye ndio mtume baada ya kufunguliwa njia ndio mtume. Mungu ndio hapendi mtu anapenda kujionyesha sana kweli son ndio kweli kabisa. Endelea tuna ile roho uko nayo son ndio, na mambo itakuwa mazuri kweli son yes kabisa. hiyo ma- ya ku- ya, ya, kusaidia watu son ndio ni roho mzuri sana ndio, kwa maana nimekuambia njia zako zitafunguka kweli soni Amen. Yes, kweli son yes, na uzidi yes, kuonesha hao wa watoto ndio mambo za Kimungu kweli son kabisa, usiwaachilie sahi kweli son, nasikia kabisa itawaachilia, usiachilie watoto. ndio mtume, jua watoto nataka wakue kwa pande wa Mungu kweli son kweli kabisa mtume, sikiza hizo maneno nimekuambia kwa makini ndio, usikuje ndio yes, so mtume naona sasa ndio ile vita ndio inaenda ikiisha, kweli son kweli mtume. Na kuna watu ndio wamekuwa wakisimama na wewe, kweli son kweli mtume, kweli son ndio mtume son. ao watu wamekuwa wakisimama na wewe ndio, wamefanya kazi nzuri kabisa, kweli kweli son ndio mtume. Na hata son ndio mtume, majina yao niko nayo ndiyo mtume na hata Mungu mwenyewe Ndio. asha anza kuwatendea jambo kweli son. Amen, amen amen. Ndio. hata Biblia inasema son ndio mtume wote ambao watasimama na, na watoto yatima. ndio vile wanasimama nao watoto ndio njia zao Ndio. zitafunguka kweli son kweli kabisa mtume. kweli kabisa kweli son mtu. ndiyo mtume na hata majina yao niko nayo na hata nitataja jina yao son. Ndio, mtum, majina nilikuwa. Eh, son yes mtume, before hata ukuwa na hizo majina ndio, nilikuwa na hizo majina na Mungu alikuwa amenituma na hizo majina hey, amen hallelujah yes yes. Kwele, mtum. Ndio, mtum. Ndio. Na Mungu yes ameshaanza kutenda jambo ndio kuhusiana nao watu wamekuwa wakisimama nao watoto. Yes, yes, yes, mtume umesikia Shon? Ndio mtume, tumesikia hizi jina ndio, ni Lucy Masharia. Amen kai, unajua hizo majina ndio mtume. Haleluya, Lucy Masharia, Uwe Lucy Masharia ndio, amekuwa wakisimama nao watoto yatima sima ndio mtume, ni kweli Shon, ndio mtume, na naona njia zake zimefunguka yes mtume hata zile shida alikuwa nazo za nyumbani ndio mtume, naona zimevunjwa vunjwa zote katika jina la Yesu, yes. Ndio mtume, na huo Lucy Masharia ndio mtume, Mungu ashaanza kumtendea jambo, amen. Jina la pili ndio mtume ni Salome, haleluya. Huyo mstana amekuwa akisimama na ninyi ndio mtume, na Mungu ndio ashaanza kutenda jambo ndio kwa familia yake, amen ndio mtume, baraka zimeanza kumnyeshea. Amen mtume, na hata sisi tutasimama na ye mtume, na huyo e. Salomo na ye kwa maombi pia. Na e, asimama, nimesikia kuna Pauline yes, mtume. Ndio mtume, huo Pauline hata yeye mwenyewe ndio mtume, Mungu ashaanza kutenda jambo ndio, na hata zile nyororo alikuwa amefungwa nazo, ndio mtume, naona hata baraka zimeanza zimeweza kumnyeshea sasa hivi, zinyeshe kwa familia yake katika kweli, sio ndio mtume. Kuna Virginia, ndio mtume, Virginia pia amesimama na nyinyi, sio? Sikukuwa ndio mtume, lakini najua ndio mtume, kweli sio, kweli kabisa. Virginia pia Mungu ashaanza kutenda jambo juu yake, amen, na shida zake zote zimeisha, amen. Kuna Josephine, yes mtume, na Anita yes, mtume hao ndio baraka hata zimeshaanza kunyesha amen. Na zile shida zote za ako nazo ndio mtume, Mungu ashatoa amen. Kweli kweli, mtume, amesimama nao watoto ndio mtume, na hata watoto yatima ndio kwa Mungu ni kama Mungu ndio kama baba yao, kweli son kweli kabisa. Christine, yes mtume, pia Mungu huyo ashaanza kutenda jambo juu yake haleluya Umesikia Shon, haleluya. Hizo majina nimetaja ndio mtume, na hata wengine bado ndio mtume. Unakumbuka Shon nikwambia, yes, mtume. Yes, mtume, kuna jina moja imenileta imenikujia, yes mtume, before niende, ndio mtume. Kuna huyu msichana anaitwa Jackie. Yes mtume kabisa, Shon, yes, mtume. Huyo msichana hiyo kili amekuwa kilia, kilia ndio, mtume. Kwa siri ndio, mtume. Mungu ameanza kutenda jambo. Umesikia? Haleluya. Na hata ndio, baraka zake zimeanza si kushuka zaidi. Ndio mtume, amesimama na, na watoto zaidi. Kweli kabisa mtume, kweli kabisa, kweli ni kweli? Ndio kabisa. Umesikia Sean? Nimesikia. Huo Jaki, yes mtume. Amefanya jambo mzuri. Ndio mtume. Kwa hivyo hata Mungu anataka kumtendea zaidi. Ndio mtume. Umesikia Sean? Nimesikia. Na hata kwa maombi muweke zaidi. Nitamweka. Unaona kilia? Ndio. Kwa siri sana lakini, ndio. Mungu ameanza kutenda jambo. Haleluya. Umesikia Sean? Haleluya hale, mtume. Hata sisi tunaenda kumshughulikia. Haleluya. Umesikia? Nimesikia kabisa. Kwa hivyo weka huo Jaki. Ndio. Kwa maombi nitamweka kabisa, lakini Mungu ashaanza kumtendea jambo. Amen, kweli kweli kabisa. Baraka zitamnyeshea amen. Umesikia Shawn? Nimesikia kabisa. Hayo ndio majina, ndio wamekuwa wakisimama na hao watoto. Ndiyo mtume. Na hata wengine wakizidi kusimama na hao watoto, ndio mtume. Baraka zitawanyeshea, kweli Shawn? Kweli kabisa Shawn? Ndio mtume. Sioni kama kuna jambo lingine. Ndio mtume. Umesikia shoo? Nimesikia kama wewe tutasimama na wewe. Amen. Cha muhimu ni ukae na watoto. Ndio mtume. Umesikia shoo? Nimesikia. Umesikia shoo? Nimesikia. Usijaribu kuacha watoto. Nimesikia. Umesikia shoo? Hiyo ndio sheria kuu. Kweli mtume. Umesikia shoo? Nimesikia. Usisahau. Sitasahau. Kaa na watoto shoo. Nitakaa na hata wale watazidi kusimama na watoto. Ndio mtume. Shoo? Ndio mtume. Mungu atatenda jambo. Amen. Sawa. Amen. Kuna jambo lingine? Sina lingine mkuu. Sina jambo mimi. Nafurahia leo umeshuka na umenena na sisi na umetuambia jinsi tunafaa tufanye na umebariki kila mmoja mwenye amesimama na sisi. Kweli sawa. Ndio Mtume. Kweli kabisa. Kweli sawa. Ndio Mtume. Mama na watoto zaidi, ndio hiyo ndio jambo la maana. Ndio Mtume. Na hata wale watazidi kusimama na hao watoto. Ndio mtume. Mungu atatenda jambo, amen, kwa zile shida wako nazo. Hata wale watazidi kusimama na hao watoto, ndio mtume. Mungu atatenda jambo kwa zile shida wako nazo, ndio mtume. Mumesikia sauti ya mtume, wale wanazidi kusimama na nyinyi, Mungu anazidi kufungua njia. Anaambia mtume nini? Tunashukuru kabisa kwa kila kitu, kwa jambo yote. Amesema sisi tutazidi kusimama na neno mtume umesema, na hatutarudi nyuma hata siku moja. Amen. Yes, ye e, umesikia kitu mtume amesema? Nimesikia eh, mimi nasikia raha yangu mtume, aki mimi nasikia raha yangu, yangu, nimefurahi kabisa. Hata umefurahia, Mata umefurahia, kendi umefurahia, Mata umefurahia ayaya, hata sijui nitasema nini hata sijui nitasema nini, hata mi sijui nitasema nini, sijui nitasema nini. Nasikia na furaha na furaha na furaha, nasikia nasikia furaha kabisa. So, yes mtume mtume. Yes, hiyo mtume, furaha yenyu ndio mtume mtaizidisha. Yes, mtume, na sasa hivi ndio wale wote watasimama na hawa watoto ndio mtume, kuanzia sasa hivi ndio mtume Majina yao utairudia. Yes, mtume. Umesikia shon? Nimesikia. Lakini sheria ni usiachilia watoto. Sitawaachilia. Umesikia son? Ndio mtume. Yes, kabisa. Umesikia tena, wale watasimama na sisi kutoka saa hii. Mungu atazidi atazimu kuwabariki na tuandike hao majina. Semeni amen. Semeni amen. Semeni amen.